Nilipata taarifa ya, ya Abiudi baada ya kupigiwa na rafiki yake anayelalanaye, ya anaitwa Liberatus, kuniomba nimsaidie kumwangalia, maana mama yake anajaribu kumpigia simu lakini hapokei. Ndipo nikatoka nakwenda kufungua mlango wake, nikakuta hali yake sio shwari, kabidi ni mtaarifu kiongozi wa hapa mara ya mwisho kumuona kumwona ilikuwa ni jana, mimi ilikuwa ni mchana, nilikuwa natoka muda, natoka alikuwa anabishana na wenzie hapa, wanacheka na mimi nikashiriki nao kucheka kidogo, tukaongea nikaondoka, nikawaacha hapa na na kwenye likalo anaosha vyombo. Kama mwezi mmoja hivi nyuma hakuja chuo siku moja, nilivyomuuliza aliniambia kwamba kichwa kinamuuma sana, na kama wiki mbili nyuma hivi aliniomba nimsindikize maabara hapo hivyo maeneo hapo hivyo mauki tuvenda maabara, akapima, akampa majibu, tukaenda pharmacy tuka, tukamchukulia dawa. Basi akaendelea na dawa zake. Mnamo saa tisa nilipata taarifa kutoka kwa mwangalizi wa nyumba hii aitwaye John Justin Lumperile kwamba kuna mwanafunzi katika nyumba yake hali yake si ya kawaida. Basi nikachukua hatua ya kufika mpaka eneo husika. Kwa kweli tulivyomkuta, tulikuta hali yake si nzuri, lakini sisi hatuna uthibitisho wa kusema mtu amefariki wala nini. Kwa hiyo tulichokifanya, mimi kama mwenyekiti nikapiga simu moja kwa moja kwa polisi. Bahati nzuri, katika kata yetu ya Mazimbu tuna polisi kata, nikampigia polisi kata, polisi kata, polisi kata, nikampigia kata, kata, kata, akataarifu polisi upande wa patrol, nao hawakuchukua ajizi, wakafika katika eneo la tukio, tunathibitisha kuna tukio la namna hiyo Richard, richa huyu na ana miaka ishirini na mbili mwanachuo, chuo kikuu cha SUA, mwaka wa pili, kozi ya utalii. Yeye alikutwa amekufa iimbo, ambaye amepangisha ye, jana usiku ameshikwa na maradhi na kupata msaada.